Mimi ni Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT-Wazalendo, na kama mnavyofahamu tumeendelea uh, kudai haki yetu ya kuchagua na kuchaguliwa. Uh, tulikuwa na tunaye mgombea wa urais aliyechaguliwa na mkutano mkuu wa chama cha ACT-Wazalendo, chombo chenye mamlaka ya kufanya hivyo, na mnafahamu tume ilimwondoa uh, kwenye utaratibu wa kupigiwa kura. Hatuna shaka na hoja zetu, ni hoja zenye mashiko, ni hoja za msingi eh, na tunaamini haki itaenda kutendeka na haki itashinda. Uh, wakati tunaendelea na hayo uh, viongozi wanachama, wapenda demokrasia wote, wanaoshiriki na kuhitaji eh, mchakato huu wa uchaguzi, mchakato muhimu kwa ajili yetu, mchakato wa kuhakikisha tunapata viongozi bora viongozi ambao wataongoza taifa hili kwa miaka mitano ijayo. Rais, mbunge na madiwani wanaendelea kwenye maeneo mbalimbali kunadi sera za ACT-Wazalendo na kuhakikisha kwamba wagombea wa chama cha ACT-Wazalendo wanapigiwa kura nyingi za kishindo na kushinda. Kwa hiyo tunawashukuru tena kwa kuwa nasi eh, na tunaamini tunapoendelea kusubiri hukumu eh, hii ya mahakama eh, kazi nyingine zote za kiuchaguzi zinaendelea na zinaendelea kwa ufanisi mkubwa sana. Kwanza uh, tunaamini kwenye tunacho kinadi, pamoja na kuwa na mgombea urais, tuna ilani bora, na tunajua tuna wabunge na madiwani ambao nao wanaendelea kuomba kura kwa ajili ya chama cha ACT Wazalendo. Maana yake ni kwamba tunataka mtu anapoenda kupiga kura akipigie chama na wagombea wake wote. Lakini pili, hatuna shaka na swala la muda, kwa sababu tunaamini nguvu haiba na uwezo wa mgombea ambaye amechaguliwa na chama cha ACT Wazalendo. Tunajua muda sio kigezo kwetu, swala ni anaenda kuleta nini kwenye uchaguzi na atafanya nini akishinda, iwapo haki itakwenda kutendeka. Kwa hiyo sisi tunaamini hata ikibaki eh, siku mbili siku tatu, bado mgombea wetu ana uwezo huo Uh, wa kushawishi umma wa Tanzania. Tuna ilani bora inayoshawishi na inayoleta mabadiliko kwa Watanzania na tuna ilani ambayo inazungumzia maswala yote yanayowagusa Tanzania kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo Watanzania watapata fursa ya kuchagua kwa uhakika nani anakwenda kuleta mabadiliko kwenye uchaguzi ulioko mbele yetu. Uh, ninaomba niombe radhi kwa kutokufika kwa mgombea wetu eh, wa urais ndugu Luhaga Mpina ambaye amepatwa na dharura, na ndio maana unaona anawakilishwa hapa vilivyo na mimi kiongozi wa chama na mgombea mweza ndugu Fatma Labib Fereji.